Kaa ishirini ya ODM ya utawala wao tunayasherekea leo Ijumaa, kesho Jumamosi na Jumapili, na pia vilevile tunasherekea miaka themanini ya Raila Amolo Odinga. Zidi kulala kwa amani, tulikupenda lakini Mungu amekupenda zaidi baba. Hawa watu wote unaona hapa wanafurahia uwepo wako. Waliwa, wamekuja kufurahia uwepo wako baba. E, na hapa kama unavyoona hapa hapa tuko na kina Nura. E, atakadala saa zote, atakadala amekuja naye pia kusherekea miaka ishirini ya ODM leo Ijumaa, kesho Jumamosi na Jumapili. Leo mama ngina kutawaka, kesho mama ngina kutawaka. Watakuja viongozi mbalimbali kutoka Kenya hii, watakuja watu mbalimbali maarufu. Usikose andamana na sisi na miaka ishirini ya ODM. Atatupadala, atatupadala. <laughs>